Namshukuru Mungu bwana, Simba imefikia hatua ya kwamba kila mtu mnataka aondoke. Ni kweli, mara nyingi kunapokuwa kuna, kuna changamoto tofauti tofauti. Kukua kuna changamoto tofauti, tofauti, kila mtu anatoa maoni yake. Hiyo ni kanuni pekee ya sehemu ambayo inakuwa na changamoto, kwa sababu katika mpira shabiki wa mwisho wa kawaida, hata ungemtajia maendeleo gani hawezi kubeba e maendeleo yake ni timu kupata kikombe. Timu ikikosa kikombe, ana deal hapo katika kikombe. Ni kweli, ndani ya Simba kila mtu anasema lake. Furaha ya Simba imekuwa mda mchache sana. Simba inafurahi katika matukio mawili, usajili na ni, ni siku ya Simba Day. Wanawake ya kufurahi kipindi chote, tumejitengenezea taratibu hizo kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ndio hicho nilichosema, mashabiki wanataka kikombe. Sababu ya pili ni kuimbishwa nyimbo. Hapa ndo kwenye tabu my brother, hapa kwenye kuimbishwa nyimbo. Kama tunataka kuitafuta haki ya moja kwa moja, tunaweza kuwa hatiani kati ya mimi ninayesema na wewe. Kwanini adui yako ukimtengenezea mazingira magumu ya kuishi, umenielewa? Basi kwanza utamkondesha kwa sababu ya kufikiri pili atashindwa kufata vitu kwa weledi, kwa sababu ya hicho ulichomtengenezea. Simba saizi haina tabu, Simba ni miongoni mwa timu bora. Simba tabu ipo kwa mwekezaji, hatakiwi shika. Sasa hiyo tunaweza kuanza kuzungumza hapo, hatakiwi mwekezaji bani Mo hey, Mohamed Dewji na nani amtaki Mohamed Dewji? Sio rahisi kuanza kusema, lakini tunaweza kuanza kupitia baadhi ya matukio, ntakuonyesha kuwa kwa nini Mohamed Dewji hatakiwi na utapata jibu la moja kwa moja. Simba kuingia katika mchakato wa mabadiliko ilikuwa sio hiari ya, ya, ya, ya, ya serikali ilikuwa sio hiari ya wanachama wa Simba. Hapana, muda ulitaka Simba iende kwenye mabadiliko, kwa sababu dunia ilikuwa inageuka. Yani dunia unaohitaji mpira ili uende mbele, lazima kuwe na fedha kwa asilimia mia moja. Tumetoka katika kujitoa, tumetoka katika mpira wa ridhaa, ambao tulikuwa tunakwenda tunakwenda katika mpira wa kulipwa maana yake ni lazima kupatikane uwekezaji. Uwekezaji sasa labda ingebaki katika udhamini tu, isingeleta shida sana. Uwekezaji ulihitaji sheria iseme, yani kuwe na mpango maalum ambao huu utakuwa ndo uwekezaji. Katiba itambue kuna mwekezaji, Simba itoke kwenye misingi ya kawaida ya uwanachama, umenelewa? kuhendo timu iende katika, nisemeje, kwa mfano kwa sasa inaitwa Simba Holding Company Limited. Maana yake Simba ianze kuuza hisa na kununua mchakato huu my brother, Simba wameufanya takribani miaka mitano kuonyesha kuna watu wa kuhitaji mchakato. Katiba ya Simba ilikaa chini ya Kiganja akiwa BMT miaka mitatu. Wakati Kiganja anaojiwa, e, bwana vipi, upo na katiba ya Simba miaka mitatu? Kiganja anajibu anasema kama yupo mtu ana haraka kwenye mchakato aanzishe timu yake. Mwekezaji wa Simba alikuwa ameshajulikana miaka dahari kwa sababu ukweli uliopo kwamba ili uitaje Simba na itukuke ni timu ya kina Dewji. Simba, nirudie tena kusema nadhani kwenye komenti chini watu wanaweza kwenda ku komenti, Simba ni timu ya kina Dewji toka atisamia sabini na nne Simba inapata kucheza nusu fainali na Mihal Al Kubra ya Misri, kina Dewji wapo kutoka apo atsamia tisini na tatu Hazim Dewji ndo alikuwa mdhamini mkuu wa Simba na ndo bosi mwenye kuiendesha mafanikio ya kucheza fainali ya Federation, unarudi fainali nyingine na robo fainali nyingi, unamtaja Mohammed Dewji, yani unazungumza tofauti tu, lakini familia yake na Dewji hao tulishajua ndo wenye simba yao na ndo wenye haki ya kuwekeza simba, na ndo wenye haki ya kuiendesha. Unapotaja member of simba huwezi kuwaacha hao watu, lakini kunaonekana nyuma ya haya hakuna dhamira njema ya uwekezaji wa simba na watu hawamtaki Mohammed. Sasa sendi kuwataja watu kwa maana, ndo wanakataa na wataja watu kwa maana kuna watu wakisema, ukitumia maarifa unajua. Kwa mfano kuna siku mimi nilishangaa kwenye dunia hii mechi imesimamishwa, anapishwa Rais mstafu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete autubie. Nilishangaa katika sheria za kimpira, okay, mpira ni wetu -wetu. Kikwete ana maneno anayasema, yananipa picha kwa sasa, inawezekana ni kweli. Anasema Simba wamekwenda katika mabadiliko wametengeneza katiba na wanamwekezaji lakini Yanga haiwezi kuendeshwa hivyo. Sasa mi nakopi Yanga haiwezi huu, uh, mchakato wa Simba ni mchakato mpya sawa. Haya maneno ya Kikwete inawezekana yana, yana shea kutoka kwa Yanga na Simba ni mchakato mpya. Serikali inakiri kwamba hakuna hapa Afrika Mashariki na kati klabu ya wanachama ilienda kwenye uwekezaji ni Simba pekee, maanaake mchakato mgeni kwa serikali na mchakato mgeni kwa Simba wenyewe, lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu, Simba wenyewe wanahitaji hiki. Kila kukicha BMT wanakuja na utaratibu mwingine katika Simba. Mara muondoleeni mwekezaji nguvu, mara eh, FCC ucha, mchakato haujamalizika, mara eh, bodi ya wadhamini iteuliwe na mwenyekiti. Kila kukicha my brother wanakuja na hoja mpya. tunajua hawaji na hoja hizi kwa sababu Simba wanatakiwa kuwa hivyo. Hapana, wanakuja na hoja hizi kwa sababu Simba inaonekana dhamira Muhammad katika Simba ni kuisababisha Simba iende mbele. Sasa kuna mlemavu mmoja huko anachechemea, kuna unajua, siku moja nilisema watu hawakunielewa, nasema tena, nasema Yanga haina katiba, my brother, mimi nataka mtu aje na fakti. Lini Yanga kwanza waliweka mkutano wa kubadili katiba? na ufahamu wa kwanza kabisa, Yanga wana president of Yanga Engineer Saidi, umenielewa vizuri. Yanga wangefikia wakati wa uwekezaji kikatiba hakutakiwa kuwepo, kwa sababu wewe unatokana na Ghalib, lakini kwa sababu katiba bado haijapatikana ndio maana unamwona engineer yuko tu, lakini ukipata katiba na ikakamilika tayari hawa watu FCC na wengine wanamrudia, wanamwambia mizani inakukataa kuwepo hapo. Kuna mkutano mkuu gani wa Yanga ulisema tayari tumekamilisha katiba? Hakuna mkutano wa mwisho, katiba ilikuwa inakwenda katika matawi wakasome waje na mrejesho toka hapo, sijasikia chochote na jambo limezima. Sasa kwa sababu unajua maneno ya Jakaya yalisema hii haiwezekani kuwa kama Simba, na kweli haiwezekani. Katiba itakuja itakuwa inaeleza hivyo hivyo katika udhamini. Sasa huku huku, kila kukicha, my brother BMT inakuja na hoja kila kukicha, na ndio maana leo inapoonekana hoja azifiti imetengenezwa mazingira sasa, sijui na nani, ngoja ngoja niwe neutral, sijui na nani kugombanisha kati ya wanachama wa Simba na mwenyekiti wao. Hizi ni hoja zimezuliwa nje. Kwa nini haya mambo hayatimii? Ni mwaka wa tatu tunalazimishwa kuweka viraka vya katiba. Utaona ajabu, katiba ya Simba ni mpya brada, na miongoni mwa sehemu BMT imeshauri nisisahau, tutoke kwenye Simba holding company limited turudi kwenye Simba sports ilhali Simba holding company limited Braila na Lita wanatambua na walisajili hasa wao. Utashangaa hizi zote hizi ni taasisi za serikali, lakini zenyewe hazina mawasiliano katika kwa brother Mondo katika Simba ni nyuma. Ndo atakiwi utaona, nimetaja sijataja moja kwa moja, kwa sababu hizo, watu hawapendi kuambiwa ukweli. Umeelewa, sijui nguvu inayotumika kwenda kumwondoa Muhammad ni nguvu kubwa, na watu hawa wana mamlaka, ndio ambao hawamtaki Muhammad Simba. Ngoja nikukumbushe, kukumbusha hichi kitu, mi napenda kukopa mifano. Kuna kipindi bwana, watu waliwahi kumuoji Ghalib, wakamwambia Ghalib, bwana sawa lakini rais uliotuletea hapa ni mfanyakazi wako, maslahi yako mbona yatasimamiwa? Kikubwa alisemaje? Aa, kama ni hivi niondoke, sijui, umenielewa? leo leo kama adu, leo alitaka kuondoka, unakumbuka? Watu wanajisaulisha tu. Leo unamwambia Mohamed asiwe na nguvu, yani aichukue ya fedha fedha, ikabidhiwe kwa mwenyekiti wa timu, alafu hata ile bodi ya wakurugenzi ile kwa mujibu wa wanavyotaka BMT iteuliwe na, na, na, na mwenyekiti wa timu naye ndo awe mwenyekiti wa bodi. Unampata tajiri gani? Yaani unamchukulia meno alafu yao yanatia fungu la kero moja. Lakini jambo la pili tunawaambia SBMT, huu ushauri wangu kwa namna nilivyoelewa. Kama wanataka hayo ya, yawe wampe mtaji huyu mwekezaji wa pili kwa sababu wawekezaji watatu watakuwa upande wa mwekezaji mwenye msingi anatakiwa awe Simba. Simba ana shilingi kumi benki. Kama wana nia ya dhati kabla ya kuweka masheria masheria yao hatujayapokea. Kwanza wampe mtaji Simba Sports. Wamkopeshe hata bilioni 40. Alafu wamwambie sasa tunga sheria hizi kwa sababu mtaji unao. Mwekezaji akija akukute una mtaji. Mtu ana hata mia, mnaenda kumwekea sheria migumu. Hamuitakii mema Simba, hamuwatakii mema wana Simba. Kwa hiyo vita hii tunaandaliwa na watu ambao sijawataja. Nadhani utakuwa umenielewa eh, nimetumia mafumbo ili wakija kuniuliza niseme nyinyi, sija sijawataja watu. Hawamtaki Muhamedi, Simba hamna kitu chingine. Kwanza kwanza yani, so natamani kuwepo, natamani simba iitwe Mohammed Dewji kwa sababu zifuatazo. Wao ndo members of simba ndo wenye simba yao. Mohammed Dewji, bajeti iliyopita hii unayoiona ameweka bilioni sita na nukta. Twende kwenye hesabu, mimi sijasoma. Ukichukua zile ishirini aloweka equity zikizaa mara mwaka hatuwezi kupata tatu nukta tano manake 2 bilioni au tatu, ametoa kwa hiari yake. Haiwezekani hata siku moja mwanamke aliyepambwa na mtu mwingine we ndio uje kumwona mzuri uoe, sio kweli. Mohamed, sio awepo, ikiwezekana tuweke kikao, simba itwe simba Mohamed Dewji na iendelee na vitu vingine. Mimi binafsi nitakuwa niko tayari, kwa sababu dhamira njema, vinginevyo tutaambiwa kuna DP World. Kuna kuna DP kuna kuna watu wanatudanganya, wanasema kuna DP World wanakuja, anaitaka simba. Hawa wakija watakachokifanya hakuna chengine isipokuwa kuweka sehemu ya faida kutoka mfukoni kusaidia kipindi chote zaidi, kwa sababu hatuna si uwekezaji kati ya sisi na Mohamedi, ambao umekamilika kwa asilimia mia. Natamani hata Simba iitwe Dewji mimi binafsi kwa sababu ndo memba of Simba, hakuna watu wengine na ndo wenye simba yao. Mo Dewji alishawahi kuzungumza akasema kwamba ana mapenzi na Simba, sio anawekeza. Ah, inasemekana atoka akiwa na umri mdogo, na ndo mtu ambaye alisema ataijengea simba uwanja na tayari simba ina uwanja. Sehemu ambayo inagombana simba na serikali ni pichi kuwa na majukwaa. Unajua, watu wengi hawajui kwa nini simba tunachelewa kuwa na uwanja. Serikali imeweka sheria simba na yanga tuwe na stadium. Kungekuwa kuna sheria inaruhusu Simba na Yanga tuwe na pale pale, tunaua uwanja mmoja, tunaweka mavyuma tu, lakini sisi tuna tofauti wenzetu, ahadi hiyo. Umenielewa vizuri? mwaka wangapi nji academy ya ah, sisi Simba. Sisi sio academy kwanza, ni kutajie si kwanza, hatuna mpango wa academy, kwa sababu hata vyuo vya soka viko vitatu duniani Ajax Amsterdam, General Brazil na Dar es Salaam Simba Sports Club. Sisi ni, eh, ni university. Hii mipango ya academy ni ya Yanga, mpango ya academy ni ya Azam. Sisi kazi yetu mlete hata aliyefeli tumtengeneze kuwa mchezaji. Ndio kazi yetu. So academy wana Nani? Ya Asa hiyo si utumwa klabu kama Yanga ukakodi ya Vic Town. Brother, kuna kufeli kwingine uweze kukuona mapema. Huu ni utumwa mkubwa. Klabu kama Yanga hata kweli kasi sehemu kakuchezea mazoezi hakuna. Wajitahidi, alafu wapate viwili kama vile, alafu wafikiri katika academy. Si hatufikiri kwenye academy. Okay, unaiona Simba wapi msimu huu? Simba ni bingwa wa ligi. Kitu cha kwanza, watabeza wanaona kama haiwezekani, inawezekana kwa sababu ili Simba awe bingwa anampima Yanga katika timu mbovu mwaka huu kuwahi kutokea, Yanga nayo imo. Yanga wakiwa on fire brother, kina cost yao ndo wanakupa majibu. Sasa hivi hajapoteza mchezo wote. Yanga wakiwa on fire wanakupa majibu kwenye kina cost na Fountain Gate unakuta wanachukua saba, nne. Yanga ndo wanakwambia sisi tuko imara. Ukiona hao pia bendi ya skindi hadi penalti za uongo. Goli dakika ya sabini, goli kipa afanye uvumilivu kidogo klabu iende. Yanga kusema kweli hawako vizuri. Sijui dirisha dogo kama wataongeza hiyo ndio inanipa imani mimi kwenda kuwa champion. Kidogo anamchukua mpanzu. Haina shida. Haina shida. Na sio mpanzu tu. Ndio maana nikasema si upo chuoni tutaenda kwa tafutia mwingine na wachukue. Lakini si, si karibuni hapa hatujafikiri kwenda kuchukua Yanga kwa sababu tunaamini si ni wabora kuliko Yanga. Hatuwezi kwenda kuchukua mchezaji kutoka Yanga karibuni. Ndio maana maana hapa kome anakuja, sijui zingeli atuje kuzungumza na wao waje chuoni. Wakatoa wa mpanzu tutaenda kuokota mwingine kama mpanzu, Watakutana naye kwa sababu tuna uwezo wa kuona wachezaji. Asante sana.